Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala alihi wasahbihi wamanwala, amma baad. Tukiwa tuko katika awakhir ashr min Ramadan, siku kumi za mwisho wa mwezi mtukufu huu wa Ramadani, ni masiku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifunga kibobwe tena si yeye peke yake, na akiwaamsha familia yake katika kufanya ibada, katika kusimama, katika usiku kama hunu uliokuwa mtukufu, masiku ambayo kwamba yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ndani yake kuna Lailatul Qadri khairun min alfi shahri, kuna usiku mmoja bora zaidi kuliko miezi alfu. Tujihimize katika masiko kama haya sisi na familia yetu katika kujitolea kufanya ibada ndani ya masiko kama haya. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatuh.